Bwana asifiwe sana. Maisha yaliyotumiwa kwa kazi ya Mungu ni maisha gani haya? Tutaenda kuangalia mifano ya watu katika Biblia ambao maisha yao yalitumiwa kwa kazi ya Mungu na nini ambacho tunaweza tukajifunza. Anasema baadhi ya mifano katika jamii ya Wakristo hungea kama mwanga katika giza zito la ulimwengu wetu wenye ubinafsi. Inatutia moyo kuwa wakarimu licha ya majaribu yetu. Anasema tumepewa changamoto ya kuwekeza hazina zetu mbinguni ambako nondo, kutu na wezi hawawezi kufika. Imekuwa kama changamoto ya kuwekeza hazina zetu mbinguni ambapo kutu, nondo, wala wezi haviwezi kufika. Anasema misionari mmoja aliwahi kuwapa changamoto washiriki wa kanisa lake kujinyima kwa ajili ya kazi ya Mungu. Sikia alipomte, alipotembelea mojawapo ya familia maskini zaidi katika kanisa lake hakuamini macho yake. Alipotazama shambani kwa ukaribu zaidi, aliona kwamba kijana mkubwa alikuwa akivuta plau akichukua mahali pa mak ma maksai mwenye nguvu wa familia hiyo. Alipouliza, ng'ombe wako yuko wapi? Jibu lilimshangaza, tulimuuza ili tuweze kutoa sadaka kwa ajili ya eneo jipya la ibada kwa Mungu. Bwana asifiwe. Misionari alipokuwa akitafakari ukubwa wa sadaka iliyoridhiwa na familia hii, hakuweza kujizuia kutoa machozi japo machache. Familia hiyo ilikuwa tayari kustahimili umasikini ili kusaidia kazi ya Mungu. Jamani, Bwana asiwe sana. Katika somo la leo, ikiwa ni pamoja na ushuhuda huu wa huu mishonari, tunaona ya kwamba katika kutumiwa kwa kazi ya Mungu hakuna tha, sababu itakayokupatia udhuru katika kujitoa, iwe ni umaskini, iwe ni kukosa kipato. Katika kujitoa kwa kazi ya Mungu hakuna sababu ya kukupa udhuru. Hebu tupongeane kama tunakwenda pamoja. Na kwa hivyo, tunaona huyu bwana yeye alikuwa ana ng'ombe, ni maskini. Ng'ombe huyu ndiye alikuwa anamtumia maksai katika kulima, lakini ikafika mahali kwa sababu ameguswa kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, na akitazama katika hazina yake hakuna ya anaona, ng'ombe maksai ambaye ndiye anayemtumia anamtegemea katika, katika shughuli yake ya kilimo ambayo inaonekana ndio tegemezi lake Ilipofika wakati wa kujitoa akagundua anacho cha kutoa, amina. Na unajua huyu ambaye ndiyo anaonekana ni masikini kwa kuwepo tu na mali hiyo, aliushinda ubinafsi, jamani. Bwana sue sana, masikini kwa kidogo walicho nacho wanaweza pia kuushinda ubinafsi, jamani, semeni amina. Atujasikia vizuri wale wahitaji ambao wana vitu vidogo, wengine wakiwa wanafikiri wamepata udhuru ya kwa kuto kumtolea Bwana kwa sababu wana vitu vidogo, kwa sababu kipato chao ni kidogo. Lakini wale wanaoshinda ubinafsi katika hali hiyo, wanaona wanacho cha kutoa Amen? Mtu binafsi anapokuwa na shilingi tuseme shilingi elfu moja katika mfuko wake na akaja mtu anaomba umsaidie shilingi mia tano mtu mbinafsi akijua na elfu moja atamwambia sina, sina hela sina kitu chochote kwa nini anaona kama nitampa shilingi mia tano nitabakiwa na mia tano hii nitakuwa nimepungukiwa sana lakini yule mwenye kitu kidogo anayeushinda ubinafsi anajua kumbe katika hii elfu moja niliyo nayo ninaweza nikampatia huyu amina. Maana ataivunja, atampatia naye atabakiwa nayo. Na kwa hivyo masikini, hali ya umasikini kwa mujibu wa somo letu la leo Sio kichaka ama udhuru wa kushindwa kumtolea Bwana, aloo au kukuona sasa unastahili kuishi maisha ya ubinafsi. Hapana. Sasa hebu, katika wa Korintho wa pili sura ile ya nane mstari wa kwanza ni wa tano, Paulo analitia moyo kanisa la Korintho kukua katika neema ya utoaji. Kumbe ne utoaji ni neema sisi. Nataka niwaambieni ndugu zangu, wanategeta mlioko hapa, swala la utoaji, kuwa wakili mwaminifu katika matoleo ni swala la neema, ile ni neema. Sisi hatustahili kufanya hiko kitu, na ndio maana tunashindwa shindwa, a tumestahilishwa kwa msaada wa Bwana. Amina. Kwa hivyo ni juu yetu kuwa tayari kupokea hiyo neema, haleluya. Ukiwa tayari kupokea neema, utawezeshwa. Bwana asifiwe sana, utawezeshwa sababu Mungu anao uweza, atakuwezesha, atakuwezesha ukiwa tayari kupokea neema hiyo ya kumtolea Bwana. Anasema wa Makedonia, hebu tuangalie eh, Paulo alivyokuwa ana Anawatia moyo hawa wa Makedonia ambao inaonekana maisha yao yalitumika kwa kazi ya Mungu. Anasema Makedonia ilikuwa eneo lenye milima kaskazini mwa Ugiriki kwenye rasi ya Balkan. Watu wa Makedonia walitengwa na, ku, na, na kuteswa kwa sababu ya kumwamini Yesu na kuacha miungu ya uongo na maisha yao yasiyokuwa na maana. Katika hali kama hizo, wengi wangetenda katika hali ya kujilinda, lakini sio wa Makedonia. Paulo anasisitiza kwamba wa Makedonia hawakuwa masikini tu, bali masikini sana, hawa wa Makedonia ambao walikuwa na sifa ya, ya, ya kutumiwa kwa kazi ya Mungu. Paulo anaeleza kwamba watu hawa wa Makedonia hawakuwa masikini tu, bali walikuwa masikini namna gani? Sana, walikuwa masikini sana. Anaendelea anasema, hata hivyo walikuwa katika dhiki kubwa, walisaidia katika faraja ya wengine. Licha ya majaribu yote, Wakristo wa Makedonia wanaelezwa kuwa na wingi wa furaha katikati ya taabu. Furaha iliyoshinda ukarimu wao ilishangaza kwa Paulo kuona kwamba watu kama hao masikini wanawezaje kuwa wakarimu kiasi hicho? Ukarimu ungewezaje kuchipuka kutoka katika umaskini huo? Ulikuwa ni muujiza kwa Paulo kwamba liwe kanisa lenye ukarimu na furaha kiasi kwamba halikuhitaji kushurutishwa kutoa. Ndugu zangu, watu wa Makedonia walikuwa wanapitia dhiki kubwa sana, na sasa walikuwa ni wakarimu sana, na Paulo swali lake alikuwa anajiuliza, swali ambalo alikuwa anajiuliza hata mimi nawe leo tunajiuliza. Hawa watu ambao ni maskini, hawana kitu, wanapitia maisha ya dhiki kubwa, ukarimu mkubwa walionao ulitoka wapi? Na wao ni watu wahitaji, hawana kitu. Nataka nikutie moyo rafiki yangu mpendwa ulioko hapa, kile kidogo ulichonacho ni bora sana, amina, hasa ukitambua unacho na ukakitumia kuwakirimu wengine haleluya. Soma nami Biblia yako katika kitabu kile cha Zaburi sura saba, mstari sita, ya 37 mstari wa 16 maandiko matakatifu yanasema, kidogo alichonacho mwenye haki ni bora kuliko mali eh, walizonazo wasio haki wengi. Na kwa hivyo nikutie kuliko wingi wa mali walizonazo wasio haki wengi, nikutie moyo rafiki yangu mpendwa ili uweze kuwa mkarimu, aijalishi nafasi yako kimaisha ikoje. Watu wa Makedonia walikuwa ni watu wa dhiki sana. Watu wa Makedonia walikuwa sio masikini tu, isipokuwa walikuwa masikini sana, lakini ni watu ambao walikuwa wakarimu sana. Bwana asifiwe. Inawezekana kuwa mkarimu katika taabu zozote unazozipitia inawezekana kuwa na maisha ya furaha katika tabu zozote unazozipitia, katika dhiki zito unazopitia, na ndipo inavyopaswa iwe. Katika kitabu cha Warumi sura ya tano mstari wa tatu anasema na anasema, na si hivyo, tuna tufurahi hata katika dhiki, maana kazi ya dhiki ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni udhabiti, ni, ni, ni wa moyo na udhabiti wa moyo ni tumaini. Bwana asifiwe sana. Ukiwa tayari kufurahi katika dhiki ambazo wengine wanapalili, wanaishi maisha ya kupalia huzuni, wanahuzunika, wanahofu, wanakasirika, wanakuwa na, na, na, na, na mambo mengi, wanakuwa hata na wanafikiria kulipa kisasi wakati wakihuzunishwa na mambo magumu mbalimbali dhiki mbalimbali, wewe uwe kama Makedonia. Haleluya! ambaye katikati ya dhiki hizo bado furaha ingalimo, katikati ya ziki na taabu ambazo unazipitia bado ukarimu wako upo. Kwa nini? Kwa kile ambacho Bwana amekupa umetambua pia ni bora pia ni kitu cha kunifanya mimi niweze kuwa mkarimu kwa wengine, cha kunifanya mimi niweze kuwa mkarimu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi nataka niwaambie, neno la Mungu limeweka bayana, na fungu hili tumekuwa tukiliangalia na leo lisitize, katika kitabu cha Mithali sura ya 21 mstari wa 26, anasema kuna tamanie kwa choyo mchana kutwa, bali mwenye haki hutoa wala hanyimi. Amina, wenye haki wote wanapaswa kutoa kile ambacho Bwana amewapatia amina. Wawakarimu wa, wa, wengine. Na mimi niwatie moyo ndugu zangu, kama mfahamu mibaraka ya Bwana inatafutwa. Bwana asifiwe sana. Nawatia moyo Wanategeta mlioko hapa, mibaraka ya Bwana inatafutwa. Amen. Kwa hivyo ni heri Unapojizoesha katika kutoa haijalishi una nini katika hazina yako, uwe mkarimu, uwe mkarimu. Bwana atakupa furaha katika vipindi vyote na utaweza kuishi katika vipindi vyote. Bwana asifiwe sana, na ndiyo maana anasema kwenye Matendo sura 20 mstari 35 ya kwamba, heri kutoa kuliko kupokea. Sikiliza rafiki, anasema sharti la kuishi kwa ukarimu. Sikia rafiki yangu, sharti la kuishi kwa ukarimu: kwanza, wa Makedonia walikuwa wamepokea neema ya Mungu. Kwa asili sisi ni wabinafsi na hatuwezi kutoa kwa ukarimu, na hata tunapotoa tunaweza kuchochewa na sababu ya ubina, za ubinafsi ili kutoa kwa uhuru kwa ajili ya kazi ya Mungu, tunapaswa kupata neema ya Mungu katika nafsi ya Yesu Kristo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ndugu zangu, neno la leo linatusisitiza swala la utoaji, ni neema. Sisi tunastahilishwa, hatuna uwezo sisi wenyewe tu wa kutoa. Ndio maana watu wengi kwa kukosa neema ya kutoa, kwa kukosa majaliwa ya kutoa ambayo tunajaliwa na Mungu mtoaji wa vote na mfano alimtoa mwana wake Yesu Kristo. Kwa kukosa neema hiyo, tumekuwa tukitoa kwa sababu zetu za ubinafsi, na zikikosekana sababu hizo hatutoi. Wengine wanatoa ili watu waone kwamba wametoa. Wasipoitwa hapa mbele na watu wakawaona, hawatoi kwa namna nyingine. Wengine wanatoa wakati fulani ili waweze kusikiwa jambo fulani wa, ushauri wao waliotoa wali kwamba, mimi nitatoa endapo mtafanya moja mbili tatu. Kwa hizo ni sababu za ubinafsi ambazo ni matokeo ya watu waliokoswa neema ya kutoa alo. Kwa hivyo unapopata neema ya kutoa, wewe utakuwa marimu utatoa bila kujiinua bila sababu yeyote ya ubinafsi kuonekana ikikuzunguka. Bwana siwe sana, sababu ya ubinafsi ataonekana ikikuzunguka, utatoa kile ambacho Bwana amekupatia amen, kwa uaminifu. Kwa hivyo hilo wengi watoaji, yumkini hata tuko katikati yetu tumejikuta tukitoa kwa sababu nyingi za ubinafsi, ikiwepo sababu hiyo ya kujiinua na sifa. Labda nizungumzie kidogo katika sifa ama hali ya kujiinua na kuonekana. Hiyo pia imekuwa ni moja ya sababu ya kibinafsi ya watoaji walio wengi, na ndiyo maana wakati fulani unaweza ukaenda katika kumtolea Mungu mbinu zinazotumia zinazotumika, unaona kabisa hii masilahi ya ubinafsi, kwamba mtu anatajwa jina, lakini ukichunguza yule aliyetajwa jina, na kuna mwingine tena hajatajwa jina, ukichunguza jina, jina, kwa nini huyu katajwa? Yule aliyetajwa jina, imekumbukwa ana fedha nyingi katika maisha yake, ni mtu, uchumi wake ni mzuri. Huyu ambaye amekaa jirani yake hajatajwa jina, imekumbukwa kwamba yeye hana hela. Kwa hivyo moja kwa moja, hizo ni sababu, unaona kabisa, zina ubinafsi ndani yake. Halo, lakini Bwana kumbe anahesabu, ana watoaji wote walio na kidogo, wasiokuwa na kitu, wana kitu fulani, wote wanapoamua kutoa kwa ukarimu Bwana anawahesabu kuwa ni wakarimu mbele zake. Amina, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hilo ni jambo la msingi la kuangalia hiyo swala, sababu hizo. Sasa tuangalie eh, mambo ambayo, sababu zipatazo nne, ambazo watuaji wengi wanajikuta wakitoa na sababu za kibinafsi, na sababu ya msingi ambayo tunapaswa kuondoka nayo kabla ya kuingia katika maombi. Kumbuka somo la letu jioni leo letu lasema maisha yaliyotumiwa kwa kazi ya Mungu. Sikiliza, kwa bahati mbaya wengi hutoa matoleo kwa sababu zisizo sahihi kama vile, sababu ya kwanza kama wajibu au faradhi. Watu wanatoa kwa sababu ni wajibu. Hiyo sio sababu sahihi ya kutoa mbele za Mungu kwa aliyepata neema ya kutoa. Amen. Sababu ya pili, ili kuonekana au kukumbukwa. Na wakati fulani watu wanaotoa kwa sababu hiyo, wakikutana na mtu wa ambaye afanye hiyo kitu, atakukumbusha na nikumbuka, lakini unakukumbuka, nilijua mmenisahau. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali sura 21:27 anasema mtu hujaribiwa na sifa zake. sifa zake sifa ukizibeba ukaacha kurudisha kwa Mungu, unataka uziishi, unataka uzimaintain, watu kama watu wajakutambua, utafanya namna wa kutambua. Wakati fulani unaenda tamba, leo unasema mnanifahamu mimi E, kwa nini? Kwa sababu zimekuwa jaribu, kwa sababu sifa hazipaswi kuwa katikati yetu wanadamu. Sifa ni za Mungu peke yake, hiyo utasoma katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 17 anasema sifa na heshima vimrudi, vinapaswa kumrudia Mungu peke yake. Amen. Na kwa hivyo niwatie moyo ndugu zangu, hiyo ni moja kati ya sababu. Ikiwa ya pili ambazo sio sahihi katika kumtolea Mungu hasa kwa wale ambao wanapata neema ya kumtolea Mungu. Na kwa hivyo tutaendelea kujihoji tunapokwenda kutazamia kuwa mawakili wa waaminifu ma katika kumtolea Bwana, tukajihoji, je, mimi ninamtolea Mungu katika mtizamo upi? Ili watu wanione kwamba na mimi natoa siku nikiwa na ndogo sitoi, maana watagundua huyu ametoa wa kidogo, nami sitakuwa nione nimetoa kidogo. Je, ni katika mtizamo huo, hata kama usemi kwa sauti? Utaendelea kujihoji mitizamo hiyo na mingi, utaendelea kusoma, yote inaonyesha ni wale ambao hawajapata neema ya kumtolea Bwana. Ukipata neema ya kumtolea Bwana, utatoa kile anachokubariki bila kuangalia na kukumbuka sababu yoyote ya ubinafsi. Hebu tupongeane kama tunakwenda sawa. Haya e, sababu nyingine ya tatu kutokana na hatia. Kuna watu wengi wanatoa kwa sababu ya hatia. Kwa sababu ya nini? Hatia zimezidi, anaona sasa hebu atoe maana zimezidi, siwezi zikamuua Ina maana kumbe zisipozidi angeendelea kwao. Kama hazitazidi anaendelea kukaa hivyo hivyo. Kwa kuna watu wengi wanatoa kwa sababu ya nini? Hatia, wanatoa kwa sababu hatia, naona sasa hatia zinazidi, na mimi natakuwa nitoe, najisikia vibaya. Lakini kabla hatia haijapata nafasi, ulikuwa una taarifa za kutoa kabla ya hatia kupata nafasi. Kwa hivyo ni kana kwamba ulikuwa uli, uli, uli sehemu ya kuikaribisha hatia. Lakini ngoja niwaambie ndugu zangu, hatia ni sauti ya Bwana inakuambia hapa ufanyi sawa. Ukiendelea kucheza na hatia mbalimbali mbali, za mambo mbalimbali mbali, katika maisha yako kuna siku hiyo hali itaondoka. Ukiondoka ukifanya mambo yasiyofaa watu ambao bado roho wa Bwana yuko pamoja nao wakikushangaa, na wao nawashangaa, kwani kibani nini alo. Kwa sababu ile hali imetoweka. kwa ile ni sauti ya Bwana, si ya kudharau, ni ya kufanyia kazi. sababu nyingine kwa msukumo hii ni, ni sababu za, za, zisizo sahihi, kana umtolea Bwana kwa msukumo kama vile kuitikia wito wa madhabahuni. Kuna watu wanatoa kwa sababu mhubiri amesisitiza, amesukuma watu, na kwa hivyo hakuwa na mpango. Kama sio huo msisitizo wa mhubiri angeondoka na, na kile alichokuja nacho. Hakuwa na msukumo wa dhati kutoka kwa walikotoka wakuja kumtolea Bwana. Na mimi nataka niwaambie ndugu zangu, utoaji sahihi umejikita katika kanuni kubwa ya msingi ya kutoa moyo wako kwanza kwa Bwana. Amina. Ili uweze kuwa tayari kutoa vyote ambavyo Bwana amekubariki, ambavyo Bwana ana vihitaji kwako uvitoe. Toa kwanza moyo wako kwa Yesu. Amina. Kuna wimbo fulani tunauimba, Mungu atusaidie na atusamee, huu wimbo hatuutendei haki, kwa sababu tunajikuta tukikosea tunapotafakari baada ya kuimba unaimbwa hivi namba 122 yote namtolea Yesu ni namba ngapi yote namtolea Yesu naoyo wangu ni wake nisikilize wengi tunapoimba wimbo huo tukitafakari ni kweli tunatoa yote Tagundua atumtolee yote Yesu, lakini tunaimba, tunakuwa kama redio kaseti ambazo hazijui az, az, zinachoimba. Tunaimba yote tunamtolea Yesu, lakini ili hali unapochunguza unagundua, hapana, kuna ambavyo umtoi. Ndugu zangu, utoaji sahihi unaokubalika mbele za Mungu ni utoaji ambao ni matokeo ya mtoaji kujitoa moyo wake wote kwa Yesu. Amina. Ukitoa moyo wako wote kwa Yesu utakuwa tayari kutoa vyote ambavyo Bwana amekubariki Amina. utakuwa mchoyo, wakati fulani utakuwa unafurahi ukiona mwenzako anafanikiwa, ukiona mwenzako anapata kitu kiku kuliko wewe. Na ukifanya hivyo, Bwana anakujaza anakuongezea, upungukiwi, kwa sababu ameona tayari, nimepata daraja, nimepata mwakilishi wa kuniwakilisha mimi Mungu niliye mtoaji, Mungu nisiyekuwa mchoyo. Na kwa hivyo atapitisha, atapitisha, watu wanaona unatoa, lakini havikauki, anapitisha kwa sababu Mungu amepata daraja, amepata mwakilishi sahihi. Kwa hivyo analeta analeta analeta, na wewe unatoa unatoa unatoa, unawapatia watu. Wakati fulani hata kama bado akijatoa, lakini unatoa muda wako, unawaombea, unawatakia mema. Na mimi ngoja niwaambie ndugu zangu, watu, ili uweze kuwa baraka kwa watu, sio lazima uwape kitu. Tenga muda, ombea watu. Kuna mtumishi mmoja alikuwa na ratiba ya kuombea na kuwafungia shida za watu, anaweza akafungia shida ya mtu Siku hata arobaini, Mungu alimfanyia vitu visivyokuwa vya kawaida, alimwinua hata vitu unavyozungumza. Bwana kamwinua, yuko mbali sana kiroho. Amina. Na ana maisha mazuri yenye utukufu na, na kicho mbele za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu anatanguliza wengine, anashinda ubinafsi. Kama kuna zoezi kubwa ambalo tunapaswa kulifanya ili tuwe watu ambao tumepokea neema ya utoaji, ni katika kushinda ubinafsi. Amina. Tuwatangulize wenzetu, tuwatenga muda kuombea watu. Hii biashara ya mara nyingi ukiomba ni mimi tu, ni mimi, Mungu naomba, Mungu naomba mimi, Mungu naomba mimi, Mungu naomba mimi, Mungu naomba, mimi. Ikome kwa jina la Yesu. Amina. Tuanze kuwaombea watu. Bwana msaidie dada yule anateseka, mtaja tena kwa jina amen. Jamani, bwana asifiwe sana. Msaidie yule mtoto anayesoma jirani yangu, omba, taja na jina lake, wakati fulani muulizie. Unapofanya hivyo, bwana anakutumia na anakuinua, na ukifanya tofauti na hivyo, kutokujali wengine na kuwaombea, ni dhambi pia. Ukisoma katika kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya 12 mstari 23, Biblia inasema Nimtendeje Bwana dhambi hii kwa kutokuwaombea ninyi. Kwa hivyo ndugu zangu, hitimisho la somo letu, kwa nini miongozo hii ya Mungu ni ya muhimu? Kwa sababu yote inahusu mpango wa Mungu. Njia pekee ambayo Mungu ameiweka kuendeleza kazi yake ni kuwabariki wanadamu kwa mali, anawapatia jua na mvua, huwapatia afya na uwezo wa kupata fedha. Baraka zetu zote zinatoka katika mkono wake wa ukarimu. Kwa upande wetu, angewataka wanaume na wanawake waoneshe shukrani zao kwa kumrudishia sehemu ya zaka na sadaka. Bwana asifiwe sana. Mungu atusaidie, atushindie ubinafsi na sababu zote ambazo tunakuwa nazo katika kumtolea ambazo zina chembechembe ubinafsi, Bwana tuondolee katika maisha yetu. Kama ambavyo tumeziona tutoe, tukiwa tumetangulia kuitoa mioyo yetu yote kwa Yesu. Ukitoa moyo wako kwa Yesu hutakuwa mchoyo. Ukiona bado tabia ya uchoyo inaendelea kunyemelea katika maisha yako, tuingie katika maombi, tuombeane ni dalili ya kuonyesha bado hatujatoa mioyo yetu vizuri kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo kuna vitu fulani tunavibana. Bwana tusaidie, Bwana turehemu.